Rais Donald Trump wa Marekani na Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine wamezungumzia maendeleo ya mazungumzo ya kumaliza vita vya Ukraine na kusema kuwa mwafaka unakaribia kufikiwa. Viongozi hao wawili wameyasema hayo katika mazungumzo yao na waandishi wa habari kwenye makazi ya Trump ya Mar-a-Lago jimboni Florida siku ya Jumapili mchana. Hii ni TriGen Media. Viongozi hao wawili wamearifu kuwepo kwa maendeleo katika masuala mawili ambayo yamekuwa na utata kwa muda mrefu ambayo ni kuhakikisha usalama wa Ukraine na hatua ya kugawanywa kwa eneo la Donbas lililopo mashariki mwa Ukraine ambalo Urusi inataka liwe sehemu ya himaya yake. Rais Zelensky kwa upande wake amewaambia waandishi wa habari huko Maralago kwamba wamefikia hatua ya kiwango cha asilimia tisini juu ya mpango wa amani wenye vipengele vipatavyo ishirini huku rais Trump akisema kwamba asilimia zilizofikiwa kwa uhakika wa usalama wa Ukraine ni tisini na tano. Hata hivyo wametoa maelezo machache na pia hawajatangaza tarehe ya mwisho ya kukamilisha makubaliano ya amani, ingawa Trump alisema wataiweka wazi ndani ya wiki chache zijazo, iwapo mazungumzo ya kusitisha vita yatafanikiwa. Rais Zelensky amesema timu za Marekani na Ukraine zinatarajiwa kukutana wiki ijayo kwa mazungumzo zaidi kuhusu ukomeshaji wa vita vya Urusi vilivyodumu kwa takribani miaka minne nchini Ukraine. Hadi sasa baadhi ya mambo yenye utata mengine hadi sasa ni pamoja na pendekezo la eneo la Donbas, mashariki mwa Ukraine, ambalo Urusi kwa kiasi kikubwa inalidhibiti, kulifanya kuwa si eneo lisilo la kijeshi bado ni kizungumkuti, alibainisha Rais Trump. Hadi sasa Urusi inadhibiti karibia asilimia sabini na tano ya eneo la Donbas na karibu asilimia tisini na tisa ya eneo jingine jirani la Luhansk ambapo mikoa hiyo miwili kwa pamoja ndilo eneo lenyewe linalojulikana kama Donbas. Msimamo wa Urusi mara zote umekuwa ni kuitaka Ukraine kujiondoa kutoka katika eneo ambalo inalidhibiti huko Donbas huku Ukraine ikitaka eneo hilo kuwa eneo huru la kiuchumi na linalolindwa na vikosi vya Ukraine. Vita hivi kati ya mataifa hayo vilivyoanza tangu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, usitishaji wake umekuwa mgumu, japo kuwa Rais Trump ameonekana kutochoka kusimamia mazungumzo hayo ya usitishaji vita. Hii ni TriGen.